Dkt. Chuachua ametoa nasaha hizo wakati akifunga mafunzo ya awali ya kijeshi ya vijana wa kujitolea operesheni miaka 60 ya Muungano, katika kikosi cha jeshi cha 821KJ Bulombora wilayani Kigoma, ambapo amewapongeza vijana kwa kufikia hatua hiyo muhimu ya kuhitimu mafunzo hayo. Nawaomba na nawasihi sana, ili muweze kuwa katika njia iliyonyoka na kutimiza malengo yenu, ni muhimu kujiepusha na madawa ya kulevya, lakini kufichua na kupiga vita wale ambao wanashiriki kwenye madawa hayo. Jambo lingine, pamoja na kwamba tunapiga hatua kubwa katika kupambana na rushwa, lakini mnayo dhamana kubwa ya kuhakikisha kwa kwamba mnapiga vita rushwa na nasaha hizo za Mkuu wa Wilaya zimetanguliwa na salamu kutoka kwa viongozi wa wakilishi wa Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Jacob Mkunda. Naamini kuwa mafunzo haya mliyoyapata, mmekuwa tayari kulitumikia na kulilinda taifa letu, maana mnafahamu dhana ya uzalendo, umoja, mshikamano, ukakamavu na kujiamini. Mkakumbuke falsafa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kwamba kazi iendelee, kwa kumuunga mkono juhudi ambazo anaziendeleza katika taifa letu. Baadhi ya wazazi wa vijana waliohitimu mafunzo ya awali ya kijeshi wamelishukuru Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa kuwapatia mafunzo ya ukakamavu na kuwalea kimaadili watoto wao. Nashukuru sana walezi wa kambi hii pamoja na wakufuzi wao kwa kazi kubwa wameifanya kwa vijana wetu mjazi, Mungu wabariki na wajalie afya njema. Kwa hiyo, napenda vilevile ni wakumbushe wazazi wenzangu, waondoe dhana potofu kwamba mtoto wa kike awezi, ataweza hata kama hataajiriwa, hata serikalini, atakuwa amefundishwa namna ya kuishi maisha ya kawaida na anaweza kujiajiri na kujitegemea. Kwao nafikiri kwamba atakuwa ni kijana ambaye shupavu, tofauti na kijana ambao hajawahi kufika kwenye mafunzo ya JKT. Mimi kupitia Jeshi la Kujenga Taifa nimejifunza mambo mengi. Ninaweza kujiajiri kwenye kilimo, kwenye biashara na shughuli zote za kijasiriamali bila kutegemea kuajiriwa. Nimepata faida mbalimbali mbali. ikiwemo ukakamavu wa mwili na akili, stadi za maisha, sayansi ya kijinsia, weledi wa medani Ujanja wa porini na mbinu mbalimbali zilizonifundisha kujitambua mimi kama binti na kuepuka vishawishi mbalimbali mbali. Emmanuel Matinde, Clouds TV.